Yes na hapa ni Mwembe Simba kama ambavyo nimepata e, kuelekezwa na wakazi wa eneo wa wa hili hapa tulipo ni Mwembe Simba na tumekuja kwa ajili ya kukusanya e, taarifa mbalimbali na maoni ya wadau wa mpira wa miguu nchini Tanzania juu ya kile ambacho kinaendelea hivi sasa. Kama ambavyo tunafahamu, kumekuwa kuna ubaridi mkubwa ambao umeingia baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kutupuliwa mbali katika mashindano ya CRDB Foundation. Niko na mshabiki wa Simba Sports Club hapa karibu sana na utujuzo kwa majina yako matatu, anaitwa kutoka Mwembe Simba hapa, kwa jina anaitwa Erasto kwele Tanzania. Erasto e, ile kauli ya e, ya watani wenu ni kama inakwenda kutimia hivi, walieleza ya kwamba kipindi ambacho mko katika mashindano ya ya shirikisho barani Afrika walieleza ya kwamba mtajikuta mmekosa makombe yote, nguvu kubwa ambayo mmeiwekeza kule mtakuja kurudi huku na kwenyewe pia mtajikuta mmekosa, tumeshuhudia kombe la kwanza mmepoteza, e, me, me, me, mepoteza E, kombe la shirikisho barani Afrika amekuja kurejea hapa, mmeondolewa katika mashindano ya CRDB Foundation. Hivi sasa taji lililobaki ni NBC Premier League. Maneno ya watani wenu ni kama yanakwenda kutimia hivi, we una lipi la kuzungumza juu ya kauli ya watani wenu? Uwezi well, kusema yanaenda kutimia kwa sababu mashindano yanaanza, hata wao walipanga pale kikosi chao, tukiwaona uwanjani pale wanasema wana Pacome eh, wana chama wana Aziz Ki, mguu wao breki ya kwanza fainali kwa, kwa bingwa

wazi kabisa huu, hmm. hauna mwenyewe. Bingwa tayari wana, e, wana ngao kabatini, wana muungano kabatini, hivi sasa wanakwenda kuitafuta e, CRDB Foundation, na kwa mujibu na maelezo ya wataalamu wa soka wanasema wanaocheza ni watoto wa baba mmoja. Tayari kombe kabatini, taji la tatu msimu huu wanahesabu tayari. Mpaka hivi sasa Simba hawana taji lolote msimu huu. Nyinyi kama mashabiki wa Simba mnaakt vipi hili? Unapotaja neno ngao, ngao sio kombe Ngao ni ufunguzi wa mashindano, watu ambao wanacheza kwa wili watatu wanne, basi ndio kombe? Yani sio kombe, kifupi. Hapo ndio tunataja kombe kama la muungano, ni kombe ambalo anaenda mtu ambaye ana kazi ya kufanya. Haiwezekani Simba leo ana mechi kubwa za kimataifa hapa, akishika kombe la muungano, haiwezekani. Ile ni kombe ambalo ni yani, ana tofauti na Ndondo Cup. Hili ni makombe ajabu ajabu sana ambayo yanajitokeza katikati ya msimu, ili mradi kuwapoza watu njaa nini, basi, lakini sio kombe ya kusema kwamba ujisifie mbele ya watu kwamba ni kombe Unapocheza kombe lile maana yake kwamba wewe una chochote cha kufanya, una kazi ya kufanya mambo yale, ehe. Kwa hiyo kuhusu eh, unapoongea suala la ligi, ligi bado huko mbele, ipo wazi kwa mechi tatu kwa mbili. Kwa maana hiyo wao ndio watatupa ubingwa wao, hmm. wanadai mmewakimbia kwa mara nyingine tena, ni utoto ambao unawasumbua, kwa sababu mimi, toka mashindano ya FA kuna msimu nimeshakucheza timu za mkoa tu, kuna msimu nimeshakucheza nani Singida pamoja na Mtibwa na maana wakubwa watakuwepo kuna msimu kacheza Simba na, na mungo. Waku, alikuwa mkubwa mmoja. Kwa maana inapotokea matokeo kama haya huwezi kusema kwa wakimbia. Hapana, imetokea jambo, Simba kafungwa, ni matokeo. Lakini hata wao kuna msimu washafungwa, na tujaje kusema mtukimbia? Naona na, labda kuna maneno tu, mtu akisha kusaka kazi ya kufanya anaamua kuongea vitu kama hivi, lakini makombe bado yapo Simba, na kombe kubwa kabisa la ligi kuu Tanzania analisubiri tarehe 15, siku ya kukabidhiwa kombe hili. Una maana gani kusema hivyo? Tarehe 15 tukisha mgonga yule, basi kazi imeisha, wengine maiti hizi n hmm. Kwenye msimu unapoongelea maiti Kagera Sugar pamoja na Kendi Gold. Maana nne mfululizo wamepata matokeo dhidi yako. Eh, umeonekana e, ume ni Una wakati mgumu zaidi kupata matokeo dhidi ya Young Africans. Hivi sasa unathibitisha kwenye vyombo vya habari ya kwamba utamfunga tarehe 15 na kutangaza ubingwa. Kitu gani kinakupa jeuri ikiwa mara nne mfululizo anapata matokeo dhidi yako? Ukiona mtu anaanza kupiga kelele, anaanza kulia, tuje atuje. Maana yake akishaingiwa na mchecheto huyo. Huyo kishabaki kuchinjwa tu. Yaani ukishasikia zile kelele za kulikilio kilio kingi sana, mara tunamtaka refa anajiga, mara tunamtaka nani? Huyo tayari timu shamshinda. Naona. Kwa maana wao wa akili yao wa, bora akili yao moja kwa moja mm, waiwekeza kwenye kombe la FA huku mm, ligi kuu uh, kushawashinda mm. naona no. Hiyo ligi itakuwa mwisho tarehe 15, ndio mwisho. Hii kombe lile zi zile nyingine mecheza mm, kirafiki tu zile, wanaeleza kwamba eh, eh, ili wao walete wa timu uwanjani, bodi ya ligi pamoja na TFF wajitokeze, watoe sababu za mchezo wa tarehe 8 kuhairishwa. Timu ataleta atakwa viboko Kwambieni timu wa tarehe, hata kwa viboko. Yaani, nchi leo hii si sehemu waweza kufanya jambo lao, sababu ya Yanga timu ataleta hata kwa viboko. Hivi sasa wana maswali mengi ya kuwauliza ya kwamba, wapeni sababu kuu ambayo ilifanya nyinyi mkaweza kuahirisha mka msishiriki katika mchezo ule wa tarehe nane, na wengine washabadilika kwamba tupo tayari kucheza, wengine wanataka maanake ya Jiga. Sasa kama mcheze kwa nini Jiga? Naona maana yake jibu, wale wana mchecheto tu, ikifika tarehe kumi na nane utasikia wenyewe wanasema, bwana, tutapeleka timu uwanjani mm. na anayeongea tupeki timu ni mtu wa mwembe Simba, mtu wa Mbagala, mtu wa Mikoshini, mtu wa kisi wapi huko, mtu wa, wa Mbeya vijijini huko, unasema tupeki timu, lakini mwenye timu yake ambaye ni injinia lazima timu apeleke na bodi ya ligi. Serikali inapotaka mechi haiwezi kuongea na mtu wa, wa, wa, wa mtaani anaongea na wasika wakubwa kina injinia kina rafatu wale wale, wote maisha yapo, wanajua simba na yanga, huwezi kupelekwa kama we mtokea ovyo ovyo, lazima uwe kwenye mfumo. Kwa hiyo serikali inapotaka majambo yake lazima ijadili na watu wakubwa kwenye vilabu na kwenye ratiba. E, mechi za wekundu Msimbazi Simba zilizobaki ni Mei kumi na tano, ni Juni kumi na tano pia na Juni kumi na nane dhidi ya kengoldi wanakuja kumalizia dhidi ya kagera shuga. Mnamo na Juni wanadai hawaifahamu, watakuja watafahamu eh, yeah. Na wao watafahamu na watakuja yeah. eh, yani mech... yeah. tiba kwamba ipo. Yeah. Na wao watakuja na watacheza vizuri na watapigwa vizuri hmm. Katokea, mefungwa. Sasa mchezo huu mvurugiko gani ambao utatokea ndani ya Simba? Tunashuhudia mashabiki hapa Tanzania ni kama hali fulani ya subla hakuna katika vilabu vyetu hivi viwili Swala la kufungwa ni swala la kawaida kwa mtu mwenye mwenye mpira kichwani, sababu Simba kafungwa mechi nyingi. Simba kafungwa mara tano na Yanga, kwa hiyo ni jambo la kawaida kufungwa. Hata kama utakuja kufungwa na Yanga ni swala la kawaida, lakini wao wanajiandaa kisaikolojia, kwa sababu wao wote washaweka kwamba Simba ni timu dhaifu, naona Simba kishindwe kuchukua kombe la FA, Simba kishindwe kuchukua kombe la shirikisho. Kwa hiyo washatuona kama dhaifu, ila wajiandae kwamba wakija, kipigo kiko pale pale. unawaambia nini wale ambao paka hivi sasa sasa E ee, wanaibeza timu yako, wanadai kuwa simba bado mbovu. Kauli hizo zimeonekana bado kuchukua nafasi. Wanaibeza timu ni watu gani wanishwa habari? Mashabiki, mashabiki, shabiki ana lolote la kuongea, shabiki anakuongea lolote. Yani kazi ya shabiki ni kuzomea na kushangilia. Sometimes unaweza kumuliza shabiki mwingine kalewa, atakuongea hivyo hivyo. Kuna mashabiki wa aina mbalimbali, lakini mm. unapoongea wachambuzi wa, kuna wachambuzi ambao wanatumika sana, tunawajua sana. Kama nani wanatumika? Wengi tu wako upande wa Yanga, wengi sana, tunawajua Yaani unapoona mchambuzi ananyosha mkono achukua hela kwa GSM, mm, huyo lazima atumike. Mm, unapoona yaani siwezi kukaa hapo nikamsikiliza kitenge anaongelea mpira haiwezekani kwangu. Mm, naona sasa watu kama wote, wale wote wale sio wachambuzi wao ni mashabiki wa vilabu. Kwa hiyo shabiki kwambia labda timu hii dhaifu, timu hii imekuwa vipi, hilo lipokee uwe na kilako kichwani. Eh, wameeleza ya kwamba eh, refari akisimamia sheria eh, kumi na saba ipasavyo za mpira wa miguu upatikanaji wa matokeo kwa klabu ya Simba inakuwa ni ngumu vibaya mno. Tumeshuhudia e, na wengi wametoka mbali na kusema ya kwamba Singida mliwafunga hapa mliwadhulumu penalti tatu, lakini Mohamed Ahmed Alajigi amekwenda kusimamia sheria kumi na saba za mchezo, Simba amepasuka kwa mabao mengi, matatu kwa moja. Sasa waulize Simba kaanza shirikisho la raundi ya kwanza mpaka fainali alikuwa anabeba mechi zote. Kaulize hivyo kwamba Simba kaanza raundi ya kwanza mpaka fainali mechi zote kabebwa ama ilikuwaaje? Kaulize kwanza, sababu kawauliza kuna marefarii wenye akitimamu kwa maagizo sawa. Neno lako sasa la mwisho kwa wapenzi wa Simba Sports Club, mashabiki na wanachama na viongozi kwa ujumla, wale ambao wanatolewa kwenye imani ya kuamini kuwa Simba ni imara hivi sasa, ambao wamekufa moyo na matokeo ya hivi karibuni. Simba ni imara, Simba ina nguvu, na Simba ina kila hali, na Simba inataka kombe. Wewe kaambie walete timu uwanjani, basi walete timu uwanjani. Dia, walete? Walete timu uwanjani na Simba atakuwa bingwa tarehe kumi na tano.